Habari? Karibu tena kwenye chaneli yako pendo ya Kiswahili Simplified. Tunaendelea na mapitio yetu ya maswali ya somo la Kiswahili kutoka kwenye mitihani mbalimbali ya taifa, na leo tunapitia swali kutoka kwenye Kiswahili moja, swali kutoka kwenye mada ya kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili, au asili na chimbuko ya lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Mada hiyo inaitwa maendeleo ya lugha ya Kiswahili na swali linasema hivi. Kwa kutumia mifano, eleza mchango wa Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, yani Tataki, katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Toa hoja sita. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, yani Tataki, imekuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza ni utafiti na uchapishaji wa majarida. Tataki inafanya tafiti mbalimbali mbali kuhusu lugha na fasihi ya Kiswahili na kuchapisha vitabu na majarida mbalimbali katika lugha ya Kiswahili lakini pia kuhusu lugha ya Kiswahili, jambo ambalo limefanya Kiswahili kizidi kukua na kuenea nchini Tanzania, hata nje ya nchi ya Tanzania. Hoja ya pili ni ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Taasisi hii inafundisha lugha ya Kiswahili au inatoa programu za kufundisha lugha ya Kiswahili kwa wenyeji, lakini pia kwa wageni mataifa tofautitofauti, wanakuja kujifunza Kiswahili chini ya taasisi hii. Kwa hiyo inasaidia lugha ya Kiswahili kufanyaje kukua na kuenea zaidi. Moja ya tatu ni usanifishaji wa lugha ya Kiswahili. Taasisi hii inashirikiana na taasisi zingine za lugha ya Kiswahili kama Baraza la Kiswahili Tanzania, yani BAKITA, katika kusanifisha istilahi mbalimbali mbali ili kukidhi mahitaji ya watumiaji wa lugha kama unavyoona BAKITA wanatoa misamiati kila siku, maybe istilahi hii inamaanisha hiki, hii inamaanisha hiki. Kwa hiyo moja kwa moja wanashirikiana na taasisi hii katika kufanya usanifishaji wa lugha ya Kiswahili. Wanasanifisha istilahi mbalimbali ili iendane na, matu, na matumizi au mahitaji ya watumiaji wa lugha ya Kiswahili. Hoja ya nne ni kuhifadhi na kukuza fasihi. Taasisi hii imekuwa ikijishughulisha na kuchapisha vitabu na machapisho mbalimbali ya fasihi ya watoto, inachapisha vitabu vitu vingi vingi vinavyohusiana na fasihi, hususan fasihi ya watoto. Kwa hiyo suala hili linasaidia kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili miongoni mwa watumiaji au wasomaji wa vitabu hivyo. Hoja ya tano ni kutoa kutoa ushauri wa kitaalamu — kutoa ushauri wa kitaalamu. Taasisi hii inatoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali pamoja na mashirika mbalimbali hususani mbali, katika masuala ya kitaaluma, tafsiri na ukalimani, ili kuhakikisha wanafanya matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili, ili kuhakikisha matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Hoja ya sita ni kuandaa makongamano na warsha mbalimbali Taasisi hii inaandaa makongamano na washa mbalimbali, makongamano ya kitaaluma, jambo ambalo linatoa jukwaa kubwa kwa wataalamu na watumiaji wa Kiswahili kujadili masuala mbalimbali kuhusiana na ukuaji pamoja na uenewaji na maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Kutokana na shughuli ambazo zinafanywa na taasisi hii, TATAKI imeendelea kuwa nguzo muhimu sana katika ukuaji na uenewaji wa lugha ya Kiswahili. Natumaini umepata majibu ya swali hili. Ikiwa una swali lolote au kuna sehemu yoyote hujaelewa, unaruhusiwa kuuliza chini kwa kucomment kitu chochote, au unaruhusiwa kutembelea kurasa zetu za kijamii ili uendelee kujifunza kila siku. Lakini pia unaruhusiwa kutembelea tovuti yetu. Huko una uwezo wa kupakua notes, yani nukuu, na ukaendelea kujifunza mahali popote, hata ukiwa nyumbani kwako kwa. Tutaonana tena wakati mwingine. Bye.